klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch, ambapo mchezo huu ni mchezo wa hatua ya nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024 2025, ambapo kwa upande mwingine Simba anakwenda kukutana na Stellenbosch mara baada ya mchezo wa robo fainali kuiondosha klabu ya soka ya Almasri, mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mchezo wa kwanza Simba walipoteza pale nchini Misri kwa kufungwa mabao mawili kwa sifuri. Kwa hiyo Simba walihitaji kufanya comeback ili kuweza kukwalifai kwenda nusu fainali. Hatimaye, mara baada ya ya klabu ya soka ya Simba kusota katika hatua ya robo fainali kwa kipindi cha misimu nane, basi kwa upande mwingine tunashuhudia msimu huu Simba wakaweza kukwanyua mabao mawili kwa sifuri klabu ya soka ya Al Masry inakoweza kufanya comeback katika mikoa ya penalti. Basi wa klabu ya soka ya Simba Musa Kamara aliweza kuonekana shujaa mara baada ya kuipeleka klabu ya soka ya Club katika hatua, lakini Simba kwenda kukutana na klabu kutokea Stellenbosch, ambapo kwa upande mwingine ndiyo klabu ambayo imeweza kumvua ubingwa Stellenbosch katika hatua robo fainali. Mechi yao ya kwanza walicheza dhidi ya kosta timu ya soka ya Zamalek kutokea katika nchi ya Misri, mchezo wa kwanza pale Afrika Kusini. Basi kwa upande mwingine, Stellenbosch waliweza kutoa sare ya sifuri kwa sifuri lakini ugenini, nchini Misri dhidi ya Zamalek, tunaona kwa upande mwingine Stellenbosch walifanikiwa kufunga bao moja kwa sifuri klabu ya Zamalek, inaweza kwenda hatua ya nusu fainali, michoro mikubwa ya kombe la shirikisho, na ikumbukwe Historia inaonyesha klabu ya soka ya Stellenbosch na klabu ya soka ya Simba ndio kwa mara ya kwanza wanakwenda kukutana, kwa sababu ukiangalia ni klabu kubwa ambayo kwa upande mwingine inafanya vizuri, ambapo ikiwa imeanzishwa mwaka elfu mbili na kumi na tano, basi kwa upande mwingine klabu hii tunaona imekuwa ikifanya vizuri. Kwa hiyo tunaona Simba Sports Club wamezamiria kwenda kufanya ubaya ubwela kuiondosha klabu ya soka ya Stellenbosch na kwenda hatua ya fainali michuano mikubwa ya kombe shirikisho barani Afrika. Eh, bwana kabla ya kuendelea mbali kwenda kukujuza kuhusiana na mchezo huu, basi wewe kama ni Mtanzania, unaamini kikosi cha wekundu wa Msimbazi kitakwenda kuiondosha klabu ya soka ya Stellenbosch? Like video yetu alafu sasa tuambie kuelekea katika mchezo wa mkondo wa kwanza, je, unaiona klabu ya soka ya Simba itakwenda kuibuka na no ushindi wa goli ngapi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch kwa sababu mechi ya kwanza Simba wanaanzia nyumbani, mechi ya pili Simba Sports Club wanakwenda kumalizia ugenini. Sasa ngoja tukakujuze kuhusiana na kile kitu ambacho kimeweza kujiri kuelekea katika mchezo huu wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch fahamu. Hapo awali mchezo huu ulikuwa uchezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini tunaona kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kuthibitisha kuufungia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu ya kwenda kufanyia marekebisho, kutokana na uwanja huu kuharibika katika mchezo wa robo fainali ambao Simba walicheza dhidi ya Al-Masri. Sasa fahamu mara baada ya shirikisho la soka barani Afrika kafu kuufungia uwanja huu, basi tunaona kwa upande mwingine serikali nao pia wakatangaza kuufungia uwanja huu. Sasa watu wengi walikuwa wakijiuliza, je, ratiba imebadilika vipi? Sasa fahamu klabu ya soka ya Simba kuelekea katika mchezo wao wa mkondo wa kwanza, mchezo ambao unakwenda kuchezwa wiki hii, siku ya Jumapili, yaani tarehe ishirini ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano basi Simba Sports Club wanatarajia kwenda kucheza mchezo huu katika uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibari, uwanja wenye uwezo wa kuingiza mashabiki elfu kumi na tano. Kwa hiyo tunaona Simba Sports Club safari hii mechi yao ya kombe la shirikisho siku ya Jumapili inakwenda kuchezwa majira ya saa kumi jioni katika uwanja wa New Amani Complex uliopo pale visiwani Zanzibari. Nini maoni ni mtazamo? Mara baada ya Simba katika mchezo mkubwa kama ukupelekwa visiwani vya Zanzibar. Je, kwa upande wako wewe unaiona klabu ya soka ya Simba ikienda kuibuka na ushindi wa goli gapi? Toa maoni katika comment, na sitakuja kuyasoma maoni yako. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheisa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara Kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheisa Sultani: unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao.